Mnalo jukumu kubwa la kutekeleza sera yetu ya TEHAMA, sera ya posta utangazaji, lakini pia dira yetu elfu mbili na hamsini, bila kusahau mkakati wetu wa miaka kumi wa kufikia uchumi wa kidijitali. Tuendelee kuhakikisha tunasimamia malengo yetu yale sita tukiwa na lengo kuu moja kubwa, kuhakikisha maeneo yetu ya vijijini na mijini na wanapata mawasiliano ya uhakika wa, lakini wakati huo huo tukiendelea kutengeneza mifumo kwa ajili ya upatikanaji wa mtandao wa mawasiliano na huduma rahisi zenye ufanisi, lakini ambazo zinaweza zikaendelea kupatikana katika nyakati za soko la ushindani, lakini kama tulivyosema. Tuendelee kubaini maeneo mbalimbali ya miradi ambayo tunajua yanaweza kanufaika na ruzuku inayotolewa na, na serikali kupitia mfuko wetu huu, bila kusahau ile miradi ya kidijitali haswa mashuleni na katika jamii. Umebainisha miradi ya tiba mtandao, utatamani kupata kuona tumefika naye wapi na changamoto ni zipi, kilimo mtandao, biashara mtandao, tuendelee kuangalia kwenye kila sekta tunaweza tukawa na miradi ya aina gani kwa kushirikiana na wenye sekta, lakini wakati huo huo tuendelea kuhamasisha zaidi utoaji wa huduma iliyo bora, wakati huo nasisi tukihakikisha gharama ziendelee kuwa nafuu na zenye ufanisi mkubwa. Kama nilivyosema, tuendelee kuweka vigezo sahihi vya utoaji wa ruzuku kwa watoa huduma wetu na haswa katika maeneo yaliyoainishwa ili sije ikatokea tumetoa ruzuku, tunaenda kwenye maeneo ambayo kumbe hata wananchi wanaona kwamba mbona huku sio kwa hapa kwenye uhitaji zaidi, kwamba hata huko ambako hakuna mvuto wa kibiashara kuna kuzidiana. Lazima tuweke ratings, wapi kuna hueni, wapi hali ni mbaya sana, ili tuweze kuwasogezea huduma ya mawasiliano. Lakini wakati huo huo tunapopata uh, mapendekezo ya maandiko ya miradi ya mawasiliano kutoka kwa watoa wa huduma wetu kwa ajili ya ruzuku basi, tuendelee kuitathmini vizuri na kwa kina zaidi ili kuhakikisha yanakuwa ni maeneo sahihi ambayo yanastahili kupata ruzuku hiyo. Lakini wakati huo huo tunajua bado chanzo si kikubwa, tuendelee kuwa wabunifu, tuendelee kuona ni kwa namna gani tutapata wadau wengine na wabia wa kimaendeleo wa kuweza kutusaidia kupiga hatua kubwa ya haraka zaidi katika ujenzi wa miradi yetu, ikiwemo minara, lakini pia kuboresha minara ambayo tayari ipo na inafanya kazi.